Naam, karibu tena kwenye Gumzo Updates, na tunakwenda moja kwa moja jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba ACT imeikataa serikali ya umoja wa kitaifa inayotokana na wizi wa kura. Kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo imetangaza msimamo mkali ikikataa mpango wote wa kutumia serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kama kichaka cha kuhalalisha kile alichokiita wizi wa kura katika uchaguzi mkuu wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Katika maazimio yaliyofikiwa jana tarehe 18 Januari 2026, chama hicho kimesisitiza kuwa maridhiano hayakukusudiwa kuruhusu aliyepora sauti ya umma kualika aliyeibiwa kura kujiunga naye serikalini ili kuhalalisha vitendo hivyo. Kamati kuu imesisitiza kuwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 hakuwa huru wala wa haki, na hivyo serikali iliyopo madarakani haitambulii kuwa imetokana ridhaa ya wananchi. Kutokana na hali hiyo ACT ya Wazalendo inadai kuwa uchaguzi huo unapaswa kurudiwa. Aidha, chama hicho kimeonyesha kusononeshwa na ugawaji wa viti maalum bungeni kikidai kuwa licha ya kupata kura milioni mbili laki mbili elfu ishirini na mbili mia moja sitini na mbili ambayo ni sawa na asilimia sita nukta nane ya kura zilizotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania, haikupewa kiti hata kimoja kinyume na matakwa ya katiba ya kuwa na asilimia tano ya kura jumla. Kwa sasa chama hicho kimefungua jumla ya mashauri 84 mahakamani kutafuta haki yake. Taarifa iliyosomwa na makamu mwenyekiti bara Isaka Rashidi Mchinjita imetoa tuhuma nzito dhidi ya mfumo wa utawala nchini Tanzania ikisema kwamba katika mauaji ya Oktoba 29 kinaitaka serikali kutoa takwimu sahihi za watu waliouawa na ukabidhi miili kwa ndugu zao, huku ikipendekeza kuundwa kwa tume huru ya kimataifa ya uchunguzi. Kimedai pia chama hicho kwamba kuna utekwaji wa mfumo wa kikatiba, na kwamba Tanzania sasa si nchi ya demokrasia bali ni sekurokrasi, ambapo vyombo vya ulinzi na usalama vimeiteka mifumo ya kikatiba na kisiasa na ili kurejesha demokrasia, Kamati Kuu ya ACT Wazalendo wa imeazimia kuongoza mpambano ya kupata katiba mpya kupitia hatua nne muhimu ilizozitaja kwamba ni kufanya marekebisho ya sheria ya mabadiliko wa katiba na sheria ya kura ya maoni mwezi huu wa Januari 2026, kuitisha mkutano wa kitaifa kupata mwafaka wa masuala nyeti kama vile muundo wa muungano, kuunda tume ya wataalamu wa ubezi kuandaa rasimu mpya na kuitisha kura ya maoni ili wananchi wenyewe wa waamue hatima ya rasimu hiyo. Kamati Kuu ya ACT Wazalendo imehitimisha kwa kumpongeza Jaji Joseph Sinde wa Rioba kwa ujasiri wake wa kutetea haki na kuitaka CCM chama cha utawala kukomesha vitendo vya kumdhalilisha kiongozi huyo mwandamizi. Je, unakubaliana na maazimio ya ACT Wazalendo kuhusiana na yote ambayo imeyasema likiwemo la serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar?